Labda anasema tujifunze, labda nasi tutafute vilabu kibao tuvidhamini labda ndio tujifunze kwa kitu kama hicho tu. Ndio maana kila siku tunasema Simba kwa kujifunza kwa hapa Tanzania labda wajifunze kwetu sisi tu. Ndio maana hata juzi nipata nilipata muda kuongeana jamaangu naye kwenye ulinzi wa usalama klabu ya Singida. Nilimwambia mna timu nzuri, ila tu kuna vishawishi ambavyo mnavyopelekwa ndo mnavyofeli, lakini kwa timu yenu kama hiyo mwe mnajishusha mna chini mnakuja kwa kwa klabu namba tano Afrika, Simba. mkionyeshwa njia tu Simba, mnafanya nini? na nyinyi mkifuata, na hakika Singida anafika mbali, ila lakini na hao wenyewe wako kwenye mfumo ule ule na atakuwa ndo wale wale tu, kama tunavyosemaga tu, wanafunzi wa darasa saba wale faulu kwa chabo, unaenda kufeli form 2 kama baba yao Yanga alivyo. Lakini sisi Simba kwa timu za kibongo hatuna cha kujifunza. Ah, sisi cha kwanza, unajua unajua kwenye maisha unakiwa uheshimu kazi ya mtu natakiwa waheshimu pia position ya mtu aliyekuwepo. Kwa sisi mashabiki, kazi yetu sisi wachezaji wa kumi na mbili tunaheshimu malengo ya tunaheshimu kazi ya mwalimu wetu, na sisi mashabiki tunakaa kwenye position yetu. Sisi mashabiki tunapambana nje ya uwanja, mwalimu mwenyewe anapambana ndani ya uwanja na wachezaji wake. Mambo ni aje kaka? Ah, shwari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumerudi salama, tupo mjini salama, mambo yanaenda. Lakini ah, mambo yanaenda kama Mungu alivyopanga. Bana, ndo hivyo bana. Matumaini ya makombe matatu mawili yameshakwenda, wanasimba hili kwanza limekaaja kwa upande wenu, kwa sio na Simba, unajua kila timu inakuwa na malengo yake. Sisi nadhani lengo la kwanza lilikuwa ni kutengeneza timu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kama kocha alivyosema kocha wetu alivyosema, sasa hivi tuna kama asilimia themanini na mbili, na lengo la pili lilikuwa timu kuitoa kuitoaa tunakofikiaga kwenye robo fainali kwenda kwenye kusonga mbele ya pale Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeachivu tumesogea mpaka tumefika fainali, japo tumepoteza lakini malengo tumeachivu. Nadhani kwa hapa ndani moja ndio tayari tushapojoka, tumeisha nusu finali, bado kwenye lengo moja ambao Mwenyezi Mungu akijalia tarehe kumi na tano tunacheza peche yetu ya dabi, na hiyo dabi kivyo vyote tunataka tushinde, ili mradi tuchukue taji hilo, ndio lengo ambalo tunalisimamia nao mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza kwa Singida Black Stars kwenye mchezo wa nusu finali ya CRDB Federation Cup. Baadhi ya wadau wa mpira wanasema kwamba Simba wanapaswa kujifunza kwa mtani wake kwa maana Young Africans. Ni kweli Simba mnapaswa kujifunza kwa Yanga? Ah, labda wanasema tujifunze, labda nasi tutafuta vilabu kibao tuvidhamini, labda ndio tujifunze kwa kitu kama hicho tu. Ndio maana kila siku tunasema Simba kwa kujifunza kwa hapa Tanzania, labda wajifunze kwetu sisi tu. Ndio maana hata juzi nilipata muda kuongea na jamaa wangu, naye iko kwenye ulinzi wa usalama klabu ya Singida, nilimwambia, mna timu nzuri ila tu kuna vishawishi ambavyo mnavyopelekwa ndio mnavyofeli, lakini kwa timu yenu kama hiyo mwe mnajishusha mna chini mnakuja kwa, kwa klabu namba tano Afrika Simba mkionyeshawa njia tu Simba mnafanya nini, na nyinyi mkifuata, na hakika Singida anafika mbali, ila lakini na wao wenyewe wako kwenye mfumo ule ule ule, na atakuwa ndo wale wale tu kama tunavyosemaga tu mwanafunzi wa darasa saba waliofaulu kwa chabo, unaenda kufeli form 2 kama baba yao Yanga alivyo. Lakini hizi Simba, kwa timu za kibongo hatuna cha kujifunza. Eh, labda kujifunza ndio hicho na sisi tukusanye timu kama kumi na zote tuzipe more foundation more foundation, tunapangia tukicheza na sisi tukupigieni tunje nje ndani na mtuge magoli kama manne mangapi ndo iwe, kama hivyo. Lakini hiyo mwisho wa siku na kuona jua kwenye mashindano makubwa hmm. Kwa hiyo wanaosema maneno haya ni kwa namna moja ama nyingine, wanaikosea Simba Sports Club kwa pande yao. Ah, kuikosea ni kawaida yao, kwa sababu hao kila wakati wanakuwa wanaongea mtu maki mtu anaongea jua nchi yetu ni nchi ya uhuru, hii ni freedom country. Kila mtu anaongea anavyojisikia eye. Sasa unajua mtu anapoongea labda labda kwenye media yake anayofanya kazi au labda kwenye simu yake, bado lake mwenyewe apangie na mtu kununua, unamwachia ongea yetu. Lakini kuna wakati anaweza akenda chooni kujisaidia, akiwa amekaa hivi, ndio anajua simba ni kitu gani. kitu gani kuna wakati akenda chooni kujisaidia akiwa amekaa hivi tena, unajisaidia ushakula mapera yako, ndo umeenda chooni sasa, choo kigumu kutoka pale, ndo utajua ni Simba ni kitu gani, na kwa nini Simba ameshika nafasi ya tano Afrika, afu watu wanaendelea na shughuli zao za kufanya tu mjini. Kwa hiyo ni tunaweza kusema kwamba wanaikubali Simba wakiwa nje ya maiki ama nje ya kamera, si ndio hicho eh? E, wakiwa kwenye vijuo vyao vya, vya kahawa tu wanaikubali Simba ni, ni kitu gani? Kwa sababu si wenyewe tushia kuwasikia kwa masikio yetu wakati wameshindwa kumfunga mwarabu goli moja pale kwa Mkapa wakati sisi tunaingia kwenda kuchukua uwanja wetu kwa mechi yetu ya kesho, wenyewe walikuwa wanaongea tu, yani mwarabu ungekuwa kwa simba tu washasema ubaya ubwela ubaya ubwela, mwarabu angepigwa sio chini ya tatu. Wenyewe walikuwa wanaongea, alafu uzuri wasema mashabiki wao kibao tu, tuwamshukuru Mwenyezi Mungu washakuwa wana akili zao timamu Wanajua Simba ni kitu gani. Sasa sisi hatuna muda wa kupoteza nao, sababu sisi tuna malengo mengi, sisi tuna malengo na kucheza mashindano makubwa. Kama tarehe 15 anaanza unakutana akina Man City, sijui timu kutoka Amerika Kusini, Asia tu ndio watu wadogo kama hao sana for deal na watu kama hao ambao wenye wenye small betari kia wanakuwa wanakupotezea muda. Sisi tuna malengo ya mbali, wacha kiongea. Sisi tuna tunawapotezea kama taarabu unasema, wajinga wajinga unawapotezea na sio ndo nani wajinga. Tunawapotezea, tunaendelea na malengo yetu. Wameanza kumwandaa Fadlu Davids wakisema kwamba mara baada ya kupoteza e, mataji mawili huku akibakisha moja ambalo anapambania na mtani wake e, kwamba anaweza kuondolewa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kwa sababu ni timu kubwa na timu kubwa mara zote huwa zinahitaji makombe. Unadhani kauli hii imekaaje na unahisi hili likitokea kwa upande wenu kwa namna ambavyo Fadlu amejipambanua ndani ya msimu huu? Ah, sisi kwa upande wetu hicho kitu hakipo, kwa sababu kwa watu ambao wanaongea maneno hayo, mimi nashauri tuangie YouTube wakafuatilie Simba Day, afu angalie malengo yalipangwa pale, na kocha mwenyewe alisema haya malengo tulio ambayo yamepangwa na klabu. Tunaanza leo kwenye Simba Day, malengo yalikuwa ni kujenga timu Hicho ndo malengo lengo letu kubwa sana la, la timu na kwa uwezo wa mwenyezi Mungu, kocha amefaulu malengo ya timu, yaani magoli zake zote amesha achivu. Sasa kama kuna malengo mengine walikaa kwenye vilabu vyao walivyoongea, si atuvijui lakini malengo yetu ya klabu ya Simba, tumshukuru mwenyezi Mungu alhamdulillah, wala tumkufuru mwenyezi Mungu, tumeachivu malengo yetu. Labda kwa namna ambavyo umekitazama kikosi cha Simba, kimecheza mechi nyingi sana bila kupata nafasi ya kupumzika. Sasa hivi kuna wiki mbili kabla kwenda kukutana na mtani eh, labda kuna maboresho gani ambayo kwa sasa mnapaswa kuyafanya ili kuhakikisha kwamba siku ya tarehe kumi na tano mnaondoka na alama tatu muhimu kuelekea kwenye mbio za ubingwa? Ah, sisi cha kwanza, unajua unajua kwenye maisha unatakiwa uheshimu kazi ya mtu na unatakiwa uheshimu pia position ya mtu aliyekuwepo. Kwa sisi mashabiki, kazi yetu sisi ni mchezaji wa kumi na mbili tunaheshimu malengo ya tunaheshimu kazi ya mwalimu wetu, na sisi mashabiki tunakaa kwenye pozisheni yetu. Sisi mashabiki tunapambana nje ya uwanja, mwalimu mwenyewe anapambana ndani ya uwanja na wachezaji wake, kwa sababu hii ndio itakuwa ndoko kwa mara ya kwanza mwalimu wetu anapata muda sasa wakawa na wachezaji zaidi ya wiki naa ashi ndo kwa mara ya kwanza. Najua hivyo vitu vingine, wajua kwenye maisha kuna mtu mwingine kiongea kitu anakwambia ni excuses, excuses. Si hatuna, hatuna excuses. Singida katufunga, si tulimfunga hapa kwenye ligi, lakini naye pia katufunga. Nadhani kila mtu anaona Simba kacheza mechi nane, mechi nane ndani ya muda mchache, ambacho kwa duniani siyo kama kitu hicho kimeondokea zaidi ya Tanzania. Sasa ni vitu ambavyo mwalimu wetu hasa anapata muda wa kupumzika na wachezaji na wachezaji ambao wameenda timu ya wa taifa na ambao kwa pale kutengeneza kwa ajili ya gemu yetu ya tarehe 15 na gemu yetu ya tarehe 15, haina maneno jingine. Sisi tunahitaji ni ushindi, na inshallah kwa hizo Mwenyezi Mungu tutapambana, lazima tumuweke tu hicho, hakuna cha kingine na hicho kitu kipo vile vile, alama tatu zipo kwa nta, alama tatu zipo anazo tu sababu kila siku tunaongea tu Yanga kama mwanamke tu ambayo tayari ushatolewa posa, lakini unataka kuolewa, lakini unjue tu babako posa kishakubali tayari, kishana kubangaza, piko tarehe 15 tunachukua mke wetu. Bada, mimi nikushukuru sana. Ah, Asante, kazi njema.